Zipo updates ambazo tumezipata kuhusiana na ujio wa season 2 wa series ya Dunia, lakini pia kubwa hasa ni ujio wa mwanadada ambaye ametokea ku trend sana katika mitandao ya kijamii ama social networks bidada kutoka Vanilla. Huyu pia inasemekana ya kwamba atakuwemo sasa kwa ajili ya kuendelea kuisupport season 2 ya Dunia. Tumia sekunde yako moja tu kubonyeza neno subscribe, neno lililopo pembeni ya video hii hapa hivi, na kisha ubofia alama ya kengele ili uweze kujihakikishia kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification zote kutoka hapa hapa. Lakini jambo lingine ni kwamba Uh, wadau na washabiki wengi wa tamthilia ama series ya Dunia wameingoja kwa muda mrefu na kwa shauku kubwa sana. Lakini kitu ambacho kilikuwa kinawasikitisha ni vile ambavyo anakuja kuonekana ya kwamba Matilda hatokuwepo kwa sababu wamekwisha kuuawa katika season one, lakini hilo limewaacha watu wengi njia panda, na wengi ambao walikuwa mashabiki wa Matilda, kiwalisia wameumia sana. Lakini kubwa hasa ambalo jengine sasa linakwenda kuumiza ni vile ambavyo hata Violet mwenyewe hatokuwepo, kwa maana mkataba wa yeye pamoja na baba Asma umefikia tamati, na hivyo zoezi la upokeaji tuzo, zile tuzo za youtubers ama content creators, ndo lilikuwa zoezi la mwisho ambapo a, Violet alipata wasaa wa kuaga mashabiki watamthilia dunia na kusema kwamba hatokuwepo tena, hivyo ingizo jipya sasa katika series hiyo Dunia ni bidada wa kuitwa vanila. Vanila huyu ambaye amekuwa akiwa chamba wadada wengi weusi ama ma black beauty. Uh, huyu ndiye ambaye atakuja kurithi ama atakuja kuendeleza uh, ile mikoba ya bidada wa kuitwa Mati. Sasa wewe, kama mashabiki, unamwani gani juu ya ujio ama juu ya ingizo jipya ahubi bidada wa kutovanila, lakini pia unamshauri nini baba Asma juu ya kile ambacho kinaendelea baina ya wasanii wake wa dunia series? Tuandikie maoni yako hapa chini, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.